Hivi, password yako unajua kama imevuja na ipo mtandaoni na information zako nyingine ambazo zinatokana na email yako, lakini pengine ulikuwa haulifahamu hili sasa nataka nikwambie kwamba mara nyingi mitandao mikubwa, mfano kama vile Facebook, LinkedIn au Canva na mengineyo, inapovamiwa inapokuwa hacked, email na password zako zinakuwa zinavuja na kuweza kuuzwa katika dark web ulikuwa unalifahamu hilo? Basi endelea kufuatilia chaneli yangu ya YouTube kuweza kujua mengi kama haya na mengineo. Leo kuna kitu kimoja muhimu sana nahitaji kuweza kukuonyesha, ambacho kinaweza kikakufungua kidogo na ukaweza basi kufahamu kama information zako ama email yako, password yako zinazagaa mtandaoni bila ya wewe kuweza kutambua. Hauhitaji kuwa mtabiri kuweza kujua kama upo salama ninachotaka kufanya ni kukuonyesha njia ya wewe kuweza kuangalia basi, je, email yako ipo salama? Ingia katika Google ama browser ambayo unaitumia na search hiki ambacho nitakisearch mimi, hii website ambayo nitaisearch hapa. Fata hizi hatua ambazo ninda kuonesha kupitia video hii, ili basi na wewe uweze kuona kupitia email yako je information zako zinazagaa mtandaoni. Kuna kipindi ambacho ulijoin pengine sehemu fulani, na sehemu hiyo sio salama na password yako inapatikana mtandaoni, uweze kutambua. So tutakuja hapa katika sehemu ya kusearch, na andika Have I Been Have I Been Pwned, andika kama hivi nilivyoandika mimi, then search, click enter. Na ingia linki ya kwanza hii website, ambayo inaitwa hivi ambavyo tumeandika haveibeenpwned.com. Ingia hapa click. Baada ya hapo, utaona website inaonekana kama hivi. So katika hii website kuna hichi kibox kikihitaji wewe uweze kuweka email yako. Kwa hiyo kama upo na email tatu nne, weka email moja kwenda nyingine. Utaanza email ya kwanza, utaangalia, utacheck then utarudi, utaweka email ya pili, utacheck So wacha mimi niweze kuweka hapa mfano email yangu okay. Mimi nimeweka email yangu hapa ya, nataka nicheki. Je, email yangu kuna kipindi pengine kuna site fulani ambayo niliwahi kujoin niliwahi kujiunga na imeweza kuvujisha data ama imeweza kudukuliwa. Je, information zangu zipo mtandaoni? Nataka niweze kujua kupitia email hii ambayo naitumia. So nita click hapa katika hii button iliyoandikwa check, nita click na itakuletea majibu. Inatuonesha hapa, ikikuletea wekundu kama hivi, basi tambua kuwa email yako hiyo kuna kipindi iliweza data zake kuweza kupatikana mtandaoni na zipo mpaka sasa hivi. Inawezekana kama haukuwahi kubadilisha password pengine hapo mwanzoni, haukuwahi kubadilisha information zako, utakuta zipo zinazagaa, zile ambazo watu wameweza kuzipata kupitia hizo site mbali mbalimbali ambazo pengine uliwahi kutembelea, na email yako iliwahi kuwa miongoni mwa zile email ambazo ziliweza kupata athari ilipotokea huo udukuzi katika hiyo site. Sasa ukiangalia hapa mimi kuna hii four data breaches. Oh, pwned. This email address has been found in multiple data breaches. Review the details below to see where your data was exposed. Na wanakuonesha kabisa data zako ziliweza kuwa exposed kutoka katika site gani. Kwa hiyo mimi kwa mfano hapa Mei 2024 kuna hii hapa hii post ya Telegram ambayo imeweza kuchukua email address yangu, password yangu na username vimeweza kupata na vinapatikana mtandaoni. Na sio ya kwangu tu, mamilioni ya watu wameweza pia kupatikana hizi information zao, ambao wameweza kuingia katika hii uh, post ama hili group la Telegram, hii channel ya Telegram ambayo ilikuwa haipo salama, kuna malicious lakini pia ukishuka chini pia unaona hata Twitter kuna kipindi iliweza kupata athari na mimi email yangu jina langu social media profiles username vyote vikawa vipo mtandaoni vina hang hang. Kwa hiyo ukiangalia chini pia kuna hii, o, kuna sehemu nne ambazo mimi data zangu hazikuwa salama, zimeweza kuvuja. Na kama unavyoona hapa, kuna vitu unatakiwa uweze kufanya na kushauri, kwa mfano kama umeona imekuja wekundu hivi ikionyesha data zako zilikuwa zinapatikana ama bado zinapatikana, inakubidi uweze kufanya baadhi ya vitu ili kuweza kujiprotect. Unafanya nini? Kama hivyo, nimekuandikia hapa kuweza kutumia one password kuweza kumanage basi password zako na kugenerate strong password na kuhifadhi humo, lakini vile vile kutumia two Two-factor authentication pia ni muhimu. Kwa hiyo unapoona tu wewe hii rangi nyekundu hapa, hakikisha unakwenda katika hiyo email yako unabadilisha password, lakini vile vile unaweka two-factor authentication na security nyingine, na kama utaweza kutumia zile password manager nzuri zaidi, kwa ujaribu kujiweka salama mtandaoni. Wacha nikuonyeshe kama ikitokea sasa email yako wewe haijavuja hata mara moja, inakuwa vipi? Inaonekana vipi hapa? Wacha niingize mimi email nyingine hapa ya kwangu. Nitaandika mimi hapa email yangu nyingine ambayo naitumia, nataka nikuonyeshe na email hii, so nita search hapa, check. Na nilipo cheki kama unavyoona, email hii haina data breach, haija pata athari sehemu yoyote ile. Kama hivi ambavyo unaona, kama email yako ipo salama, utaona inakuja rangi kijani kama hivi, ikiwa imeandika ujumbe huu good news no pwnage found this email address is not found in any of the data breach loaded into Have I Been Pwned that's great news. Kwa hiyo hii email moja no hi hapo ambayo nimeingiza sasa hivi ipo salama. Kwa hiyo jaribu na wewe huko kuweka email yako kupitia website hii, nadhani itaweza basi kukuamsha kidogo na uweze kwenda kubadilisha pengine password yako, toka umetengeneza hiyo email huwahi kubadilisha, lakini pia hautumii hata zile security, two-factor authentication na security nyingine kwa kufanya hivyo kujiweka salama. Niambie katika sehemu ya comment, wewe email yako umekuta vipi? Je, iliwahi kuweza kudukuliwa miongoni mwa site ambazo uliwahi kutembelea na kujiunga ama Ipo salama kama hivi eh, ujumbe utakaokuletea unaonekana hivi rangi ya kijani. Utaniambia katika sehemu ya comment hapo, like video hii natumai umeweza kujifunza kitu kipya. Una swali lolote, una maoni, niambie katika sehemu ya comment tukutane wakati mwingine. Asante.